Ndio marathon pekee ambayo inafanyika ndani ya hifadhi, binadamu na wanyama wanapishana katika njia, wanapishana katika njia, kwa maana ya kila mmoja anakula hamsini zake bila kuahiri, pekee ambayo kila atakayekuja kushiriki atauza vitu vya tofauti, utafanya kazi ya marathon, lakini utafanya kazi ya utalii wa ndani i kila aina ambao wanabeba dunia nzima, Afrika nzima na Tanzania nzima kwa okay. ile Kwa maana ya serikali tumejiandaa vyema kabisa kuhakikisha kwamba marathon hii inafanyika katika hali ya usalama, hali ya amani na inakabilika kwa tija ile ile ilikusudiwa. Tija ya kwanza ni kuendelea kuhamasisha uhifadhi, tija ya pili ni kuendelea kuhamasisha mazoezi na michezo, na tija ya tatu ni kuendelea kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwetu. Lakini sisi mkoa wa Iringa ni mkoa wa utalii. Tija kubwa kuliko zote ni kuendelea kuhamasisha utalii wa ndani. Matarajio yetu ni kwa kwamba kila mwananchi atakayepata fursa hii atajisajili na usajili huu unakamilika mwisho tarehe tatu, marathon yenyewe ikiwa ni tarehe tano. Hatuna mashaka kwamba kila mwananchi mwenye kuhitaji kuwa sehemu ya marathon hii atajisajili kwa wakati ili awe sehemu ya shangwe ya Ruaha Marathon. Mwisho kabisa niwaombe wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, mikoa ya jirani na Iringa, Tanzania, kutoka katika mashirika, taasisi na mamlaka mbalimbali hii ni fursa ya pekee kuwaleta watu pamoja, ni fursa ya pekee kusherehekea mafanikio yetu ya kazi tunazozifanya, lakini ni fursa ya pekee kuwa mashuhuda ya neema ya hifadhi kubwa yenye wanyama wa kutosha inayopatikana ndani ya nchi yetu. Mimi kama mkuu wa mkoa nitakuwa sehemu ya hawa akua kwenye marathon, lakini nakuomba na wewe na wengine wote tuhakikishe tunakuwa sehemu ya Great Ruaha Marathon elfu mbili na ishirini na tatu.